Serikali kwanza ilitunga sera ya watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na nne. Kwenye sera ile kuna maeneo mbalimbali ambayo yanajielekeza kwenye kuboresha huduma na maendeleo kwa watu wenye ulemavu, lakini baada ya kuona kwamba sera hii imekuwa ni ya muda mrefu e, imekuwepo kwa zaidi ya miaka ishirini, serikali imeona kwamba ni vema kufanya mapitio ya sera hiyo ya watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na nne, na mchakato wake ulikuwa ni shirikishi, na sasa hivi tuko kwenye hatua ya kujumuisha maoni baada ya ule mchakato wa kwanza wa kufanya tathmini ya hali ya utekelezaji wa ile sera, kwa maana ya ilifikia kiwango gani, lakini pia na kwenda sasa kwenye hatua ya kuandaa rasimu mpya ya sera itakayoendana na mahitaji ya sasa, mabadiliko ya sayansi na teknolojia, eh, mabadiliko ya mazingira eh, mabadiliko ya mambo yaliyojitokeza eh, mfano mabadiliko ya tabia nchi eh, mabadiliko sasa hivi kuna masuala ya eh, akili bandia au wanasema akili mnemba nono na kadhalika. Kwa hiyo haya yote utaona ni mambo ambayo yanahitaji kujumuishwa kwenye sera yetu, na kwa upande wetu sisi kama serikali e, tumeweza kutu, kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba e, huduma kwa kundi la watu wenye ulemavu zinaimarika, zina e, ukizingatia sasa hivi serikali imeweza kuwekeza fedha nyingi katika kuhakikisha kwamba huduma za msingi E, zinapatikana kwa kundi la watu wenye ulemavu, mfano ni kum, e, huduma za afya, huduma za elimu pamoja na miundombinu. Serikali imekuwa me, ikiwekeza kwa, kwa gharama kubwa kuhakikisha kwamba e, watu wenye ulemavu wanajumuishwa na wanapata huduma hizo. Labda nikizungumzia neno haki, ni haki za watu wenye ulemavu, hususan labda tukiangalia miundombinu, sasa hivi watu watajenga labda magorofa zile miundombinu ya rampu zile hakuna, vyoo vile kwa ajili ya watu wenye ulemavu pia unakuta ni changamoto. Kwa hiyo anayetumia mwenye ulemavu pia naye ni mtarajio wa baadaye, kwa hiyo anatakiwa aanze kuandaa mazingira kabla ya kitendo kile cha ulemavu akija mtokea. Kuhusu eneo la afya ya uzazi, bado serikali pia inajaribu kujitahidi katika vitanda vile ambavyo vya kwa ajili ya wamama ambao ni wajawazito maana bado ni vile vitanda vile virefu, lakini wanajitahidi kutengeneza vile vitanda vifupi viweze kukaa saizi na watu wenye ulemavu, pia waweze kushiriki katika masuala mazima ya kupata watoto. Sera mbona zinasema hivyo? Akasema sisi hapa kazini, kikazi kazi, kazi, hatufanyi kazi kufata sera, hatuweki sera mezani ndio zituongoze zi, utendaji wetu wala sheria unayosema kwamba kuna sheria ya watu wenye ulemavu inaelekeza hivi hivyo, sisi hatuzijui. Sisi hapa tunafata miongozo tunayopewa, kwamba jambo fulani ulifanya hivi hivi hivi. Kwa hiyo utakuta kukosekana na hii miongozo, ndio maana mambo yetu mengi haendi vizuri.